Habari zenu ya Tanzania. Kwanza kabisa, cha kwanza naombeni mwangalie ishu ya uh, Burkina Faso. Huyu trao, trao, trao, I don't know how to pronounce his name. Alikuwa nani jeshini? He was a nobody jeshini. Hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa sijui nani mkubwa. He was a nobody kwa jeshini. Angalieni ishu ya Madagascar ambaye sasa hivi ndio kachukua nchi Madagascar. Alikuwa nani kwenye jeshi? Hakuwa mkuu wa jeshi hakuwa nani? Alikuwa ni captain wa kikosi, kama hawa kina Captain Tesha alivyoona mambo ni mambo, akachukua kikosi chake akaenda kuchukua nchi. Nachojaribu kuwaonesha ni kwamba siku zote jeshi linapoingiaga kusaidia wananchi kwenye mambo kama haya hayafanywagi na wale mabosi wa juu, hayafanyagi na mkuu wa jeshi, hayafanyagi na wale wa juu. Uwaga ni wanajeshi wa chini ndio wanaofanyaga hizi kazi. Kwa nini inakwaga hivyo? Ni kwa sababu wale wa juu siku zote kwenye military, wale wa juu, yule mkuu wa jeshi na wale watu wake wanaomzunguka, wa yani, wale yani wale wakubwa wa jeshini, wale siku zote huwa wanajiona ni part of the system wale uwaga wanajiona na wao wako kwenye mfumo. Ndio maana wale uwaga siku zote yani, wale huwezi kuwategemea eti wataenda kuwasaidia wananchi au wataenda kufanya kitu. It never happens. Always kwetu, ni wanajeshi wa chini. Ndio maana mmeona kwetu sasa hivi wanajeshi wanaopambana ni hawa wa chini, hawa kina Captain Desha, lakini mkuu wa jeshi yupo kwenye mfumo. Kumbukeni zile picha za airport au mnataka niwapostie tena? Kumbukeni, Mkunda alitoa escort ya wageni ya wa military escort ya warabu he? na wanajeshi wakaenda pale wanapewa hongo wanapewa nini? So Mkunda anajiona yeye ni part ya ile system ya Samia sababu naye anakula naye. Kwa hiyo hawezi, kwa hiyo yule ataendelea kutumika na Samia kuuza uoga. Kwa hiyo sisi wananchi, sisi wananchi tutembee na hawa wanajeshi wetu wa chini. Na I'm gonna ask you honest question. Achaneni na Mange anaongea nini? Achaneni sisi na nani anaongea nini? Maana wanasema Mange anataka achana na Mange. Naulize na ni nini. Hawa wanajeshi mnaishi nao mtaani. Hawa wanajeshi mnaishi nao mtaani. Wanawaambia nini kuhusu maandamano? Hawa wanajeshi nyinyi mko nao ni marafiki zenu, ni ndugu zenu, mnaishi nao wanawaambia nini kuhusu maandamano? Wanaongea hiki hiki ambacho jeshi limekuja kutoa leo n no. Wanajeshi wa chini mnaongea nao kila siku, walicho wanachoambia hawa wanajeshi wa chini ndo alichokuja kuambia kapteni Tesha, na mkumbuke kwamba kwenye ground hayuko mkunda huyo, si msemaji. Ni hawa wanajeshi wa chini mnaongea nao nyie, ni hawa wa chini mnaongea nao nyie na mkumbuke yani, ndio maana nawaambieni, yani forget mi nachosema, nyie mnaongea nao hawa mna na wanajeshi. Yani ni hivi Mkunda, Mkunda ye anajiona na yeye yuko part kwenye ile kula keki ya taifa. Kwa hiyo Mkunda sio mtu wa kumtegemea kwa chochote. Alafu uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba wanajeshi wenyewe wanamchukia Mkunda wakufa They have zero respect for Mkunda. Wanajeshi wenyewe yani, hiyo ndio pona yetu. Wanajeshi wenyewe wanamchukia, yaani wanamchukia Mkunda kufa, wanamwona hata hadi opposition. Unaona, hiyo ndio pona yetu. Kwa hiyo matamko matamko ya Mkunda na huyo anayemtuma kuja kutuuzia uoga, potezeni. Sisi tunatembea na tamko la, la Captain Tesha. Na wewe Mkunda, wewe sio hodari wakuja kutoa matamko kwa wananchi. Njoo, toa tamko la Captain Tesha waambie Watanzania Captain Tesha ni nani kwenye jeshi, na sasa hivi uko wapi? unamhoji mimi kila siku e, wesi unatoa matamko e, Captain Tesha alileta ali, ali, taaruki kwa nini jeshi hamkumwadresi Captain Tesha? Captain Tesha mmeadresi sijui wana harakati suni, njooni waambieni na Watanzania kuhusu Captain Tesha. Mimi sasa hivi simnafanya mapresi ya kumsaidia kimama kuuza uoga kwa wananchi. Fanyeni Watanzania, Watanzania naomba mnisikilize na dada yenu mimi, siwezi kunadanganya. Mnakumbuka juzi kuna posti niliweka pale nikawaambieni, jamani, nimetoa hivi vitambulisho kwa sababu nimeshauriwa nivitoe. Mnakumbuka, rudini ile posti. Ni kwamba sikusema nani kanishauri Guys, nilifatwa na makapteni wa vikosi vingine viwili ndo ao ndo walioniambia, shusha shusha hizo ID, shusha hivyo vitambulisho, unaharibu sisi, tumeshajipanga jipanga vizuri, unaharibu, shusha vitambulisho. Ndio nikaenda ngavi, shusha vile vitambulisho. Na sasa niwaambieni kilichofanya mkunda kaja kuuza uoga leo wapa ni vile vitambulisho vya wanajeshi wa TPDF vile vitambulisho vya juzi ndio vimeleta hofu jeshini, vimeleta hofu. Ndio vitambulisho wame... ni vyo posti juzi vya TPDF, vile ndio vimeleta hii press ya leo. How can I prove to you? Ni vile vitambulisho. Leo ninawaambia ni leo asubuhi wanajeshi wote wa TPDF wameamka wameingizwa hela kwenye akaunti na Samia wote, yani out of nowhere kawaingizia sijui hela sijui ni za likizo, si zinaitwa za nini, kawajazia hela wote wa TPDF ambao ndio pati ya yani vile vile vitambulisho nivyo posti pale. How do I know? Kawaingizia zile hela, ma kapteni wameshajipata, wananiambia kaingiza hela, kaingiza hela ili atulainishe sisi tuko pale pale yeye. Yeah, aingize tu hela tena. And after that, wakanifata wanajeshi wa JKT wananiambia, huyu kawaingizia kawaingizia TPDF hela, sisi JKT hatuingizie. Anaona sisi ndio hatuwezi kuchukua nchi, atuingizie na sisi na tuko pale pale aingize. Yeah, hela zote anazoweza kuingiza, unaona ndio anachap... maana niwaamini juzi anatumia matrilioni amechapisha kuzuia maandamano Ndo hii amechapisha hela, anawaingizia wanajeshi um, TPDF wote. Jamani, kama unamjua mwanajeshi wa TPDF muulize leo Samia kamwingizia. Ndo ana printi hela sahivi, yani ananunua kuto kutokea, kuto kutokea maandamano kwa kuharibu uchumi wa nchi. Sasa kama niulize, kama wanajeshi wote wa TPDF Samia kawaingizia hela Mkunda kapewa shingapi? Huyu alikuja kusoma ile kapashinga, wamepaa mabilioni mangapi wale kufanya kazi? Ndio maana nawambieni achana nao. Anyway. jeshi no jeshi. Sisi tumeshasema tarehe tisa tunajitoa, hatuna hela kununua uoga. Ndugu zangu, tunakomboa nchi yetu, cha muhimu ni kwamba tunatoka. Polisi wakijitoa akili, wanajeshi wetu wapo wapo, na nakwambieni between Ah, sita kuongea too much. Lakini Mkunda na Samia waenda kupata surprise. Watashangaa na jamani, hatunui woga, haturudi nyuma, mm-hmm.